Hello, ah, karibu tena katika chaneli yetu ya JW Sabo Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutajikita kuongelea faida za kivumbasi kwa wanawake. Mara nyingi tumekuwa tukiulizwa A, swali na watu wengi kwamba je, kivumbasi kina faida gani kwa upande wa wanawake? Niukumbushe ni kumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoza kiafya tunazozituma kila siku. Mara nyingi a, kivumbasi ni mea ambayo umekuwa ukitumika katika mara nyingi katika tamaduni zetu za Kitanzania katika kutibu baadhi ya changamoto. Leo nitakuletea faida za kutumia kivumbasi kwa upande wa mwanamke. Kwanza, inazuia na kudhibiti maumivu ya hezi kwa wale wanawake ambao wanatumika kupata ambao mara nyingi wanapata maumivu makali wakati ya chini ya kitovu wakati wakiwa kwenye siku zao, basi tumia kivumbasi, ni kizuri sana kwa sababu hupunguza maumivu na vichocheo au pambana na vichocheo, lakini pia hupunguza uh, maumivu ya tumbo. Kwa hiyo kama una changamoto hiyo, basi tumia kivumbasi, uh, kwa kuchemsha unakunywa. Lakini pia inaweka sawa, inaweka katika usawa wa homoni. Mara nyingi wanawake hawana uh, changamoto hii ya homoni uh, imbalance ambayo imekuwa ikisababisha a, changamoto katika kubeba ujauzito hata kukosa hisia, lakini pia kutopata siku zao. Wengine wanapata hezi zenye vinyama zenye mabonge. Mara nyingi yote inatokana na homoni kuvurugika, au kutokuwa sawa kwa homoni. Kwa hiyo ikiwepo, ikiwepo changamoto ya kutokuwa sawa kwa homoni, basi inasababisha changamoto a, ya kubeba ujauzito. Kwa hiyo unapoitumia kivumbasi ni dawa mojawapo ambayo ina balansi homoni uh vizuri, lakini pia uh, ni tiba moja nzuri ya PCOS. PCOS nzuri au uh, matatizo yanayohusiana na menopause. Lakini pia inaboresha afya ya ngozi. Kwa nini afya ya ngozi? Ina antioxidants ambayo uh, inatumika kupambana na maambukizi ambayo yanatokea na radikali huru. Kwa hiyo pia inaondoa zile ishara za kuzeeka kama vile mkunjo wa ngozi, moja kwa moja na uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo utaitumia kwa ajili ya afya yako kuweza kuwa na ngozi nyororo ngazi, ngozi, ngozi inayovutia na ngozi inayong'aa. Lakini pia ni nzuri sana katika kupunguza uzito. Kwa nini nzuri kupunguza uzito? Kwa sababu a, inaongeza mzunguko wa damu na kuboresha metabolism. Kwa hiyo mzunguko wa damu ukawa vizuri, basi na metabolism ikawepo safi, basi inasaidia kupunguza uzito. Kwa wale ambao mna uzito kupita kiasi, mna kitambi, basi basi nzuri. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea faida na ni sababu za kupelekea kitambi faida za uzito kupita kiasi. Kwa hiyo kwa namna hiyo, ni nzuri sana kuweza kudhibiti uzito au manyama uzembe, na kupunguza mafuta mwilini. Lakini inaboresha mfumo wa kinga ambayo, a, ina vitamini C ambayo inaimarisha, inaondoa maambukizi, lakini pia kuimarisha kinga ya mwili na kuzuia baadhi ya infections ambazo zinaweza zikatokea kwenye njia ya mkojo na kwenye njia ya uzazi. Kwenye njia ya uzazi hapa tunaongelea PID, lakini pia kwenye upande wa njia ya mkojo tunaongelea UTI. Kwa hiyo mfumo wa kinga, basi mfumo wa kinga ukishaboreshwa utakuwa ki strong namna hiyo kwa kutumia kivumbasi, lakini pia inasaidia katika upungufu wa maji mwilini kwa wale ambao wana wamepima wame, wame na wameambiwa wana upungufu wa maji mwilini, basi kivumbasi kina sifa kubwa na kinasaidia a, kutunza mfumo wa maji mwilini. Kwa hiyo kwa wale wa maji mwilini wakati wa ujauzito na wakati unapokuwa kwenye hezi, ndo maana ni nzuri kutumia. Lakini pia inasaidia katika matatizo ya tumbo, kwa mfano katika kuimarisha mfumo wa mengenyaji wa chakula au kupungua kwa hamu ya kula na kufunga choo na homa ya tumbo. Kwa hiyo ukitumia, lakini pia itaondoa machangamoto achangamoto za gesi anakiungulia lakini pia ni tiba nzuri ya vidonda vya tumbo, itumie, itakusaidia. Lakini faida nyingine, inalinda moyo. Kwa nini inalinda moyo? Inatoa, inafanya uh, blood circulation, ina maana inaimarisha mfumo wa mzunguko uh, wa damu, kuondesha, kuondoa cholesterol mbaya ambayo tunaita erodiero kuondoka kwenye a, kwenye, lakini pia kuimarisha ku, kusaidia kuondokana na changamoto za magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kwa mwanamke ukikosa ukitumia mara nyingi, uta, utalinda moyo wako uweze kuwa na afya tele na afya uh, imara, lakini inasaidia kupunguza maumivu, ambapo hapa kuna maumivu ya viungo ikihusiana uh, na changamoto ya uric acid, baridi ya biti uh, na gauti. Kwa hiyo kitumia itakusaidia uh, kuondokana na changamoto ya maumivu uh, ya viungo. Kwa hiyo huwa inatondoa kabisa uh, yale maumivu na kukuweka katika hali nzuri uh, ya kiafya, lakini pia ina ina, ina inahusika katika uzalishwaji wa maziwa kwa wanawake wenye ujauzito, ina maana ile ujauzito, lakini pia inalea mtoto na kuboresha uzalishwaji wa maziwa katika kipindi cha kunyonyesha. Ndio maana mara nyingi wengi wamekuwa wakizipenda na wengi wamekuwa wakizitumia katika kuhakikisha inaimarisha afya yako ya wewe mwanamke. Basi hizo ndo bazi ya, ya faida za kivumbasi kwa upande wa mwanaume, mwanamke lakini video ambazo zimepita tumeshaelezea faida kwa upande wa mwanaume. Kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Na kama umetumia kivumbasi, tuambie umeipata faida gani? Tunasema shari zikiari ushatuambia ulipata faida gani? Ni rahisi na wengine kuweza kufata hiyo njia na kuweza kufahamu na kutambua ni faida gani ambazo wamezipata kwa kutumia kivumbasi. Kwa hiyo usisahau kutufuatilia ili upate dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu ana Mungu apate kukubariki.